kati ya wachezaji ambao wanatarajiwa kuleta mvuto aina yake kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo juni 25 yanga wenyeji dhidi ya simba kukamilisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2024 2025 ni pamoja na mwamba wa lusaka Cletus huyu eh? Cletus chota chama ndio yeye hivi karibuni amekuwa katika kiwango bora sana na hasa baada ya kupata dakika zaidi za kucheza, na hiyo ni kutokana na kuondoka kwa Stephane Aziz Ki, alikwenda kujiunga na Wydad Casablanca ya Moroko, lakini vile vile kuumia kwa Prince Mpumelelo Dube kwa kiasi kikubwa kimechangia ushiriki wa Chama ndani ya kikosi cha wananchi Yanga chini ya kocha Hamdi Milud katika kuvuja jasho uwanjani. Matokeo yake amekuwa na msaada mkubwa kwa Yanga katika kutimiza mpango wake. Ikumbukwe Chama ni miongoni mwa viungo watatu wa ushambuliaji mfumo wa Yanga chini ya kocha Hamdi Miloud, ambaye alitoa kijiti kutoka kwa Siad Ramovic, ambaye naye alitoa kijiti kwa Miguel Gamondi, ambaye naye alitoa kijiti kutoka kwa Nasredin Nabi. Wote hao mifumo yao ni baada ya golikipa wanakuwa na walinzi wanne, viungo wili wa ukabaji, viungo watatu wa ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, lakini ni mfumo ambao hunyumbulika kulingana na mwenendo wa mechi. Wakati mwingine inakuwa nne eh, tatu tatu, wakati mwingine nne nne mbili, yote baada ya golikipa. Sasa Kretus Chota Chama yeye cheza yake huwa ni katika hawa watatu, anaweza kuonekana kwenye, kwenye makaratasi akitokea pembeni kushoto, lakini kwenye kucheza huwa anaingia pia ndani na kuwa nyuma ya mshambuliaji kinara, lakini wakati mwingine tunaweza kusema anakuwa namba kumi, ndiyo eneo la ubunifu akifunga pale ambapo fursa inapatikana. Lakini Chama huyu wa sasa mwenye umri wa miaka 34 aliyotimiza Juni 18 juzi tu hapa akiwa ndiye birthday boy, yeye ni mzuri pia katika kuona fursa za kuwezesha timu yake kufunga kwa kutoa pasi saidizi za mabao. Lakini vile vile, Chama ana kitu kinaitwa pre assist, yani pasi kabla pasi saidizi za mabao, amekuwa vizuri sana na hasa ni kutokana na experience yake, uzoefu, uwezo mkubwa alionao, talanta ya kuweza kudribble mipira kupiga chenga. Hivi sasa kwa umri wake, Chama hana kasi sana fiziko, ile kasi ya mwili, lakini kasi ya akili humfanya awe na madhara makubwa kwa wapinzani, humfanya awe na faida kubwa kwa klabu anayechezea sasa ya Yanga. Na hilo linatokana ukweli kwamba Chama kabla ya kile nilichotoka kukieleza kwamba, kuondoka kwa Stephane Aziz Ki, lakini pia kuumia kwa Dube katika mechi dhidi ya Tanzania Prisons, Chama alikuwa katika ligi Yanga wakati imecheza mechi 27 yeye alikuwa amecheza mechi 21, Yanga ikiwa imecheza dakika 2430 kutokana na mechi 27, yeye alikuwa amecheza dakika 754 754, katika katika dakika e, 754 katika dakika 2430 zitokanazo na hizi mechi 27. Ndugu mtazamaji wa Kariakoo Kongo TV, hizi dakika unazipataje? mechi moja dakika 90, mechi 27, manake 90 mara 27. 90 mara 27. Yeye alikuwa amecheza mechi 21, lakini kwa dakika hizi sorry, kwa dakika hizi 54 hizi hapa dakika 54 ndo alikuwa amecheza yeye, wakati mechi zote zilikuwa ni hizi hapa dakika 2430. Ukizidisha kwa mia moja, utagundua ushiriki wa chama wakati mechi zikichezwa 27 ulikuwa ni around around asilimia thelathini na moja, yes. Na katika kucheza huku akafanyaje Chama akawa amepiga mashuti tunasema eh? Mashuti, mashuti kumi na sita kati ya hayo kumi na tatu ya kilenga shabaha. Chama akawa amefunga eh, mabao manne, lakini pia Chama akawa ametoa assist mbili akichangia mabao sita lakini baada ya kuondoka kwa Stefan Aziziki, lakini pia kuumia kwa Prince Pumelo Dube, chama sasa amekuwa akipata muda zaidi tunaweza kusema, na hilo limedhihirika katika mechi mbili zilizopita. Ilikuwa vipi kwenye mechi mbili zilizopita? Mechi dhidi ya Tanzania Prisons ambayo wananchi Yanga walipata ushindi wa tano bila pale kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, lakini pia kwenye mechi waliocheza uwanja wa Manny Complex na kuwafunga Dodoma Jiji 5 bila. Baada ya kuafunga Tanzania Prisons 5 bila kwenye mechi tunatoka kuelezea kwenye uwanja wa jijini Jimbea, chama kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prisons kwenye ilipofika dakika, ilikuwa dakika ya 22 eh, Prince Mpumelo Dube aliumia. Ni katika mechi ambayo chama alianzia nje, lakini akaingia kuingia, maana yake chama akacheza hapa kwa dakika 68 kwenye mechi, ni mechi ambayo chama alinyara sana akafunga eh, bao mojawapo akafunga Chama katika ushindi wa tano bila dhidi ya Tanzania Prisons. Na sio kufunga tu, namna alivyokuwa akicheza, alicheza vizuri sana Chama. Lakini katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji Chama kwa mara nyingine tena akapata nafasi ya kucheza safari hii akianza kwenye kikosi cha kwanza dhidi ya Dodoma Jiji ikiwa ni mechi ya 29 kwa Yanga yeye mechi 23 ikumbukwe alikuwa amecheza mechi 21 mechi dhidi ya Tanzania Prisons aliyoingia katika dakika 22 na kucheza kwa dakika 68 chama ilikuwa ni mechi yake 22 lakini dhidi ya Dodoma Jiji alianza kikosini akacheza kwa dakika sabini yes dakika sabini na alipotoka akaingia Jonathan Kangalomo. Tunakumbuka vizuri kwenye hizi dakika sabini, Chama alifunga bao, mojawapo alifunga bao eh, kati ya, kati ya mabao aliofunga Yanga mabao matano dhidi ya Domajiji yeye yeah, alifunga bao eh, mojawapo bao moja, lakini vile vile alitoa asisti alitoa, yes, asisti ya bao lilofungwa na Juka Buya, lakini vilevile vile, alitoa pre asisti yani pasi kabla pasi saidizi ya bao. Hata mechi dhidi ya Tanzania Prisons alitoa pre assist ya bao lilofungwa, mojawapo kati ya mabao mawili ya Paco Mzozoa, mojawapo ilitokana na pre assist ya Chama, kwa maana kwamba alitoa mpira pasi kwenda kwa Izra Patki Mwenda. Tunakumbuka vizuri, ilikuwa ni katika tukio ambalo Jumanne Alfadhili alijaribu kupiga chenga katika eneo hatari la 18 yao Chama katika kufanya pressing, yeye alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa anafanyia shinikizo Jumanne Alfadhili, akaunasa mpira akampa Izra Patrice Mwenda. Mwenda akampa Pakom kufunga bao. Kwa hiyo ili ni pre assist, yani pasik, pasi kabla pasi saidizi ya bao, ikidhihirisha namna alikuwa mzuri kusimama eneo sahihi katika kuwezesha timu yake kupata mabao. Sasa kwenye mechi hii dhidi ya Dodoma Jiji pia alitoa pre assist moja, lakini kwa maana bao na assist, alichangia mawili kwa lugha nyingine. Unaona, sasa kwa ujumla, Chama baada ya mechi zote, unagundua kwamba mechi 23 dakika alizocheza zimeongezeka sasa, maana katika mechi hizi mbili amecheza dakika 138 68 katika mechi zile za Tanzania Prisons, halafu sabini katika mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Chama mpaka sasa ameshafunga mabao tunasema goals mabao, sasa yapo mabao sita, lakini pia ametoa assist eh, assist tatu sijahesabia pre assist ambazo mara kwa mara huzifanya anapokuwa hapo uwanjani. Kwa ujumla amechangia mabao tisa kati ya mabao 81 uliofunga Yanga mpaka sasa, ambao ni mabao ya kihistoria katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe mwaka 1996 kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza. Hakuna timu imefunga mabao mengi kwa idadi hii ambayo Yanga ameshafunga, na yeye amechangia mabao tisa ambayo ukiweka katika asilimia, ingawa amecheza kwa muda mfupi kama tulivyotoka kueleza, utagundua mabao tisa kati ya themanini na moja, zidisha kwa mia moja, eh, ni mchango wa around asilimia kumi na moja. Ni mchango wa juu mno. Chama amekuwa kwenye kiwango kizuri katika dakika chache anazipata kucheza kwenye hizi mechi mbili. Kwa nini tunasema Chama eh, amepata nafasi kubwa zaidi? Ni kwamba kama nilivyotoka kueleza awali eh, Mr. Moses na watazamaji wa Kariakoo Congo TV, Chama tulishaeleza tangu awali kwamba kwenye mechi 27 alikuwa amecheza dakika 754 kati ya dakika 2430 ambazo ukizidisha kwa 100, eh, unapata ushiriki wa chama ulikuwa ni around... sorry ni around sio kamili kamili, wanafuatilia hesabu wanafahamu tunaposema around. Around, eh, asilimia 31 ya ushiriki wake uwanjani mechi 21 lakini dakika ni hizo lakini, kwenye hizi mechi mbili, mechi mbili dhidi ya Tanzania Prisons, mechi dhidi ya Tanzania Prisons tumeonyesha pale, alicheza kwa dakika 68 baada ya Prince Pumelo Dube kuumia mechi dhidi ya Dodoma Jiji eh, akacheza kwa dakika sabini akatoka na kuingia Jonathan Ikangalombo. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla, mechi hizi mbili amecheza dakika 138 na hizi dakika 138 na ni kati ya dakika 190 za mechi mbili za Yanga, ukizidisha kwa mia moja, eh, utagundua chama sasa ushiriki wake kwenye hizi mechi mbili zilizopita ni around asilimia sabini na saba Ona jinsi alivyoongezeka kutoka asilimia 31 ya ushiriki wake mpaka asilimia 77. Ndicho ambacho tunakizungumza hapa, na matokeo yake yameleta matunda mema kwa Yanga. Mechi mbili imefunga mabao kumi, haijaruhusu bao. Kwenye mabao kumi yeye amefunga mabao mawili, lakini kwenye mechi hizi mbili ametoa assist moja, lakini ametoa pre assist mbili kwa lugha nyingine, kama ni mabao kwa ujumla, amechangia kwenye mabao kumi, yeye amechangia mabao matano. Mabao matano katika kumi, unazungumzia asilimia hamsini ya mabao yote waliofunga Yanga, kwenye mechi mbili amehusika Kletus Chota Chama. Sasa hapa tunazungumzia dabi ya Juni 25, ambayo Kletus Chota Chama anatarajiwa kuwa kama atapata nafasi ya kucheza kwa ku, kuaminiwa na kocha Hamdi Melodi. Na kama ataendeleza kile alichokifanya katika mechi hizi Kratos Chota Chama eh, utamwona kwamba ni miongoni mwa wale ambao wanatumainiwa sana. Tazama anapokuwa na washirika wake katika kuleta maangamizi kwa timu pinzani. huyu ni Peodo podopakomzozwa hapa, anatafakari jambo, bila shaka ni brain hizi, huu ubongo wa chama katika kufikiri umekuwa na matunda mazuri kwa Yanga katika mechi ambazo amepata nafasi ya kucheza, mechi 23 kwa ujumla, dakika zilikuwa 754, unaongeza na dakika 138, utapata ni dakika 892 kwa ujumla alizoshiriki mpaka sasa, ambapo Yanga imecheza dakika elfu mbili mia sita na kumi yeye yeah, yeah, dakika 892, lakini mchango wake ni asilimia 11 ya mabao yote kama tulivyotoka kuelezea. Chama, gula lake hatarishi zaidi lenye nguvu ni hili gula kulia, lakini Chama shindu kutumia pia gula kushoto. Chama mzuri pia katika mipira ya kutenga. Chama ni mchezaji wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Simba aliyetua Yanga msimu huu katika uhamisho uliozua gumzo kubwa wakati wa tetesi za usajili na sasa anakwenda kukutana na wajiri wake wa zamani. Hiyo peke yake inaweza kuwa ni motivation, ni hamasa kwake katika kuonyesha kiwango kizuri katika siku hiyo. Kretus, chota Chama ni dhahiri kwamba katika mechi hiyo Chama, kutokana na maeneo, nataka kuelezea kwamba ndio hu hucheza zaidi eh, kwa maana kwamba pembeni kushoto, pembeni kulia, Chama matarajio anaweza kukutana na mabeki wafuatao. Kwanza kama kitokea upande wa kushoto anaweza kukutana na Shomari Kapombe, eh, show me the way Kapombe, lakini anaweza kukutana pia upande huo David Kamecha Duchu, lakini anaweza kukumbana na Kevin Kijiri pindi akipata nafasi ya kucheza, lakini pia Chama hana eneo maalum, anaweza akapita eneo la kati kukutana na kina nani, na kina Abdulrazak na Hamza, anaweza kukutana na Shamu Karabu, anaweza kukutana na Shemalon Fondo, lakini ni eneo ambalo akienda kati anakutana na viungo ukabaji wa Simba hapa tunazungumzia. Eh, Kagoma, Yusuf Kagoma, lakini anaweza kakutana na Fabrice Luamba Ngoma. Lakini kwenye mipira ya kutenga anaweza akawa yeye kumpa nafasi ya ziada ya kufikiri golikipa Musa Pimpin Kamara, Ali Salim Katoro, yeyote tukapata nafasi kucheza katika mechi hiyo basi mipira ya kutenga ya karibu na lango la Simba huenda Chama akawa miongoni mwa wale wakuweza kuipiga. Je, itakuwa vipi? ni dhahiri kwamba itakuwa ni mechi ya kuvutia na eneo mojawapo la kuvutia ni kwa mchezaji huyu aliyetoka kuonyesha muda sio mrefu, Kletus Chota Chama, Mwamba wa Lusaka. Mgongoni huwa ni nambari 17.